Taarifa binafsi inayoweka utaratibu wa namna ya kuzuia access ya taarifa za mtu na namna zinavyolindwa. Lindeni, ficheni ID zenu, msipeleke kwa mkuu wa mkoa. Na hili ni zoezi la sifa tu, kama mwenyewe alivyosema, na mimi nitaeleza hapa, mbona wakuu wa mikoa wengine hawafanyi? Sasa tunasema hii leo ili wengine kama wamejipanga waache kuendesha mazoezi ya kihalifu. Sasa nimesema sheria tano zimevunjwa, shazieleza sheria tatu. Zoezi hili limevunja pia sheria ya maadili ya viongozi wa umma, kauli zake zile zinavunja maadili ya kiongozi wa umma. kwa nini nasema hivyo? Sheria imeweka misingi ya maadili kwa kiongozi wa umma, mkuu wa mkoa akiwa ni sehemu ya viongozi wa umma kwa mujibu wa jadwali la sheria ile, si ndio? imeweka misingi ya namna ambavyo wao wanatakiwa, nini cha kusema, wapi cha kusema, na moja kati ya, ukisoma sheria ya maadili ya viongozi wa umma inazungumzia kitu kinaitwa moral ethics. Eh, sijui Kiswahili chake ni nini. Mkitoka hapa, mtatafuta moral ethics. Sasa kwenye sheria ile inazungumza moral ethics, na kuwa yakitendwa na kiongozi wa umma itakuwa ni kuvunja maadili ya kiuongozi, kwa kuongea mambo yasiokuwa na maana. Moja kati ya moral ethics zinazotajwa kwenye sheria ile ni kuongea mambo yasiokuwa na maana. Neno la Kiingereza lilotumika kwenye lile ni talking nonsense, ukizungumza ujinga. Ujinga, talking nonsense, ni moja kati ya moral ethics ambayo kiongozi wa umma hatakiwi kuzungumza. Sisi tuna tafsiri kwa vigezo vyovyote vile, kauli ya RC is talking of nonsense. Ukiichukua kauli zake alizozizungumza, na nitasema hapa kwa kila sfia, kwa kila aspekti, kwa kila engo is a talking of nonsense. Anasema hivi. Ukisikiliza yale mazungumzo ya RC, kuna wakati anasema, na naomba kunukuu verbatim, anasema anayaagiza na kuyasema haya kuhusu agizo lake, na anasema anajua kwamba watu watasema anataka sifa, na akasema kwenye hili nataka sifa, akasema kweli kweli, kasema hajasema, sa kiongozi hufanyi jambo kwa sifa ndio maana anasema ni ujinga, ni talking of nonsense. Kama unafanya zoezi kwa sifa, sio kwa nia fulani, maana la kujiuliza. Na nyinyi waandishi leo na maneno yenu hapa, sijui kwa nini huwa hamuulizi maswali, au hakupeni nafasi ya kuuliza maswali? Haiwezekani, mbona ha, ha, tulitarajia kuna kila siku kilio katika nchi hii watu hawana vitambulisho vya Mzanzibari, au sivyo? kama anataka kuachivu wananchi wa mkoa huu wawe registered, kwani vitambulisho vya kura si vinaanza na vitambulisho vya Mzanzibari? Mbona hawasaidii, na kila siku kuna wananchi wa mkoa huu wanalia hawana vitambulisho vya Mzanzibari. Halikuwa na nia njema, ilikuwa na nia ovu ile kauli, na kama nilivyosema awali na amesema kwamba kuyasema kuhusu agizo lake ni kwa kutaka sifa, ni wazi utoaji wa maagizo yale haujaongozwa na dhamira njema au kufikia malengo yake ya kiutendaji kama bali ni sifa, tena sifa zenyewe za kijinga, ndio hiyo talking of nonsense. Ni sifa za kijinga. Kwani mkoa huu tu ndio una shida ya wapiga kura? Mbona wakuu wa mikoa wengine hawajafanya hawa? Mbona halijatoka wito huo kwa nchi nzima? Tunaelewana vizuri, eh? Ndani ya statement yake kuna ujinga mwingi sana, na nyinyi waandishi mnajua. Niuteme baadhi ya ujinga uliokuwemo kwenye statement yake, anaposema kwamba ukifika mbinguni utaulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiama kama ulijiandikisha kupiga kura. Hakusema, hamtafsiri hamweki kwenye mizania ya nonsense kwenye hilo Ndio maana anasema inavunja sheria ya maadili ya viongozi wa umma kwa kutoke nonsense. Midhambi yote wanaofanya watu hapa duniani Mungu akauliza kama umejiandikisha. <glivate> <tosimulis> He? yaani, yaani na, wakupi, na, na, na wizi wa kura, je, Mungu hata wauliza? Na wanaozuia watu wasijiandikishe Mungu hata wauliza.